Hei, habari. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku nyingine tena, naendelea kumshukuru Mungu. Leo nimekuletea kipindi kingine kizuri, nahitaji tuweze kujifunza kwa pamoja. Kitu cha msingi, usisahau kulike, kushare, kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification kila pale ninapokuwa na upload video zetu, lakini vile vile usisahau kucomment tu pia, comment yako hapo chini, utuambie unakionaje kipindi chetu. Kupitia komenti yako tutaweza kujifunza kwa pamoja na kuweza kurekebisha yale yote ambayo hayako sawa ili tuweze kupata vipindi vingine vizuri vyenye ubora zaidi ya hivi. Baada ya kusema hivyo, niseme sasa, twende tukaangalie, leo tunakwenda kuangalia kitu gani? Kiangalia hapo, hii hapa ni friji yetu. Aina ya friji yetu hapo ni Hisense. Leo tutakwenda kuangalia matumizi ya friji yanayopelekea ongezeko kubwa la bili ya umeme. Kwao kuna watu eh, wanaweza wakawa wanatumia friji either kwa kujua au kutokujua lakini wakapelekea ongezeko la bili la umeme kuwa kubwa. Kuna mtu mwingine unaweza kusikia anasema kwamba mimi na vifaa vichache ambavyo ninatumia umeme nyumbani kwangu, lakini bili ya umeme inapokuwa eh, imefika, maona najikuta nalipa e, bili ya umeme kubwa au nikiwe nikinunua umeme e, wa shilingi Elfu hamsini unajikuta hata mwezi hauishi e, ule umeme wote unakuwa umekwisha, lakini yeye anacomplain kwamba ana vitu vichache, matumizi yake maana yake atakuwa machache. Kwa nini e, bili ya umeme inakuwa kubwa kiasi hicho? Kumbe anaweza akawa na vitu vichache, lakini kupelekea matumizi ya vitu hivyo vichache, kuna matumizi ambayo anapelekea ongezeko la umeme inakuwa kubwa, tofauti na idadi ya vitu alivyo navyo. Na kuna mwingine anaweza akawa na vitu vingi lakini kutokana na matumizi mazuri ya vitu hivyo akawa anatumia umeme mdogo. Kwa leo twende tukaangalia baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikapelekea vikasababisha ongezeko la bili yako ya umeme kuwa kubwa. Mae, majumbani kwako. Twende tukaangalia friji. Ni matumizi gani ambayo sio sahihi unaweza kuyafanya kwenye friji yakapelekea ongezeko la umeme kuwa kubwa. Ukiangalia hapa friji yetu ni ya Hisense ya milango minne ina partition mbili za juu za milango. Ukiangalia hapo chini hapo kuja juu, hiyo ni friji. Ukiangalia hapo chini hapo kuna huo mstari kuja chini hizo partition mbili, hiyo ni nini? Ni freezer. Kwa hiyo ukifungua hii kama jinsi ambavyo unavyoona hapo, kaifungua umeona, hii ndio friji, upande wa friji umeona, maana yake huko kwa upande wetu wa kupooza tu wa ku, wa huwa upande upande wa freezer kama jinsi unavyoiona partition zake mbili, wa fridge e, kwa kwa. Kwa kwa kwa. Sasa matumizi yapi yanapelekea ongezeko e, kubwa la bili ya umeme? Hebu tuangalie kwanza eh, kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza epuka eh, kuweka e, eh, vitu venye, venye eh, vitu venye asili ya kimiminika kama maji. Hapa tutazungumza sana maji. Let's say kwa mfano kama maji yako hayo hapo umeweka kwenye chupa, alafu hiyo chupa yako ukawa haina kifuniko. Alafu umetia kwenye friji ukaweka ili yaweze kufanyaje kupoa. Au maji yako kama hayo hapo lakini hayana kifuniko au ukawa na soda yako kama hizi au maziwa umeona, kama haya hapo umeona, hapo haya hapo umeona, ukawa umetia ndani ya friji, ukataka sasa, ukao umefunga sasa friji yako kama hivi, umeona, ukao umefunga ukataka sasa vitu kama hivyo viweze faje kupoa. Ukifanya hivyo kama vitu vyako vyenye asili kimiminika kama hivyo, juisi, soda, maziwa, maji, ukayaweka ndani ya friji, afu vikawa havi hae havina yani, vile vitu ambavyo vinavyotunza hivyo vimeminika, ha, ha, havina kifuniko. Unafanya kosa kubwa sana. Kwa nini? Tena tukaangalie, ukichukua kitu kama hichi hapa, unaona ikawa hakina mfuniko, kitu kama hichi hapa ikawa hakina mfuniko afu umeweka huko ndani, kitu kinachotokea ni kwamba vitu vyenye asili ya kimiminika ukiviweka ndani ya friji vikiwa havina mfuniko, vina asili ya kutengeneza mvuke ndani ya ya friji kabla havijapoa. Umeona ambao ule mvuke unakuwa na asili ya joto. Kwa ukifanya hivyo, unapelekea compressor iliyoko ndani ya friji yako kwa kufanya kazi kwa muda mrefu ili kuweza kufidia kiwango cha joto kilichoko ndani na nini ndani ya friji. Kwa kufanya kazi kwa muda mrefu kwa compressor hiyo inapelekea ongezeko kubwa la bili ya nini ya umeme bila wewe kujua. Umeona. Kwa kama labda vimiminika kama hivi hapo labda vingeweza kupoa ndani ya lisali moja ile compressor ifanye kazi kwa muda wa masaa matatu au masaa mawili ili vimiminika vyako kufanya viweze kufanyaje viweze kupoa. Kwa hiyo kama labda compressor ilikuwa inafanya kazi kwa lisali moja linakula unit moja ya umeme, ambapo labda unalipia shilingi mia tatu au mia nne Kwa hiyo likifanya kazi kwa masaa matatu kwa hiyo maana yake kama unit moja ni shilingi mia nne maana yake hapo umeshatumia unit tatu ambayo tutachukua mia nne mara tatu hapo utapata elfu moja na mia mbili kwa kama ulikuwa unalipia e, bili ya elfu moja na mia nne, kwa unajikuta kutokana na kuweka vimiminika ambavyo viko wazi ndani ya friji. Badala ya kulipia 400 ukalipia shilingi 1200. Kwa hapo sasa unaweza ukaona ni namna gani ongezeko la bili ya umeme limeweza kuongezeka bila wewe kujua. Kwa nacho shauri ukitaka kuweka kimiminika chochote ndani ya friji yako, make sure kwamba unaweka kwenye chombo ambacho unaweza wewe ukawa kwako ni rahisi kuweza kukifunika kama vile chupa kama hizi hapa ambazo zinakuwa zina mfuniko, unakuwa na kifuniko chake, unafunika, unaweka. Umeona? Au unaweka kwenye galoni, mwisho unatafuta galoni yako ambayo galoni ina mfuniko, unafunika, ndio unaweka. and then sasa ndio unafunika, unafunga milango yako ya friji. Friji inafanya nini? Inafanya kazi. Umeona? Kwa hiyo ni sababu ya kwanza ambayo unaweza kupelekea ongezeko la bili yako ya umeme kuweza kuongezeka. Sababu nyingine ya pili ni kuepuka kuweka vyakula ndani ya friji ambavyo ni vya moto. Kwa mfano ukiangalia huyu hapa, ukiangalia hapo kuna vyakula, unje kama hiyo hapo. Hiyo sio nzuri. Chakula kama hicho hapo maana yake labda kilikuwa ni cha moto akaja akakitia humo. Umeona? Akakiweka humo. Umeona? Au labda chakula kilikuwa humo. Bora hata huyu hapa kidogo ni chakula, lakini kakiweka humo. Amekifunika kidogo afadhali huyu hapo. Lakini angalia kama vyakula vilivyoko wazi kama hivi hapa. Umeona? A Kwa Epuka kuweka vyakula ambavyo ni vya moto ndani ya friji. Umeona? Kwa hiyo kabla hujaweka ndani ya friji chakula chako kama kipo humu kama hicho hapo. Kwa make sure kwanza kinapoa. Kiache kipoe, kikisha poa ndio uchukue kile chakula chako ukiweke ndani ya friji. Ukiweka chakula ndani ya friji kikiwa ni cha moto, maana yake kina kinatengeneza joto. Umeona? Kwa hiyo ukifunika friji yako kama hivi umefunika na chakula chako cha moto kipo ndani ya friji. Kwa maana yake Kile chakula cha moto kinakuwa kinazalisha joto, kinakuwa kina supply ndani ya nini, ndani ya friji yako. Umeona? Kwa hiyo napelekea sasa compressor yako kufanya kazi kwa muda mrefu, ili kuweza kufidia kiasi cha joto ulichokiweka ndani ya friji kimakusudi. Umeona? Kwa hiyo ukifanya hivyo sasa, unasababisha ongezeko la kubwa la bili nini, ya umeme. Umeona? Kwa hiyo mimi nachoshauri, ukitaka kuweka chakula chochote ndani ya friji, hakikisha kwanza unaweka kwenye kwenye chombo ambacho unaweza kukifunika, lakini pili usikiweke kikiwa kime e, kime, kikina, kina, moto. Kiacha kwanza nje kipoe, kikisha poa ndio uchukue ukiweke ndani ya friji yako. Ukifanya hivyo unakuwa unaepuka sana e, unaepuka sana kutumia matumizi makubwa ya nini ya umeme. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, unatakiwa wewe unakagua friji yako, sababu ya friji yako ina milango kama, japo unakuwa na milango miwili kama hivi. Umeona, hii ina milango miwili juu na chini na milango miwili. Kwenye kila mlango waga kuna kuna mipira ambayo inakuwa ipo ndani e, inakuwa inakuwa ipo kwenye milango. Ile mipira kazi yake kwanza ni kusa, ni kusaidia e, milango kubana vizuri kwenye friji, lakini pia inasaidia kuzuia e, joto liloko nje kwenye mazingira labda ya jikoni kama hivi kama, kama jinsi tunavyojua hapa ni jikoni, maeneo ya jikoni kunakuwa kuna asili ya joto, kwa sababu muda wote watu wanakuwa wanapika akiwanapika kuna moto unazalisha moto joto. Sasa kama milango yako haitafunga vizuri, kwa maana yake ile joto inakuwa na supply kutokana na mapisha nayopikia jikoni, inakuwa kuna kufanya kazi, mwana, na kuweza kutoa kiasi cha joto kilichoko ndani ya nini ndani ya friji. Kwa ukifanya hivyo sasa, unapelekea matumizi makubwa ya nini, ya bili ya umeme. Kwa hiyo mipira ambayo nazungumzia ni ya wapi? Ni kama hii hapa. Unaiona hii mipira. Umeona? Hii. Hii ndo kazi yake. Umeona? Unaona hii mipira hii. Imezunguka hii. Umeona mipira. Unaona? Unaona mipira hii. Kila mlango lazima iwe na na hiyo mipira, kama jinsi inavyoonekana, unaona huo mpira huo. Unaona huo mpira. Kwa hiyo yu hii ni mipira ya kuichunguza kila kila wakati. Umeona? na utaijuaje kama kama ni mizima au inafanya kazi? jinsi ya kuijua, e, njia moja wapo ya kuweza kuijua e, mipira yako kama inafanya kazi. Sema hii friji yangu imekaa imekaa vibaya, kwa sababu hapa inaweza kaa ikanibana. Cha kufanya waga nafanya hivi, unafungua e, friji yako kama hivi, milango naifungua, alafu kabla uje kuifunga hapo katikati hapa unakuwa na noti yako. Umeona? Kwa mfano kama mimi noti yangu hii hapa, hii ni noti ya euro, ni euro 20. Hii ni euro 20 kibongo bongo ni kama yu, ni kama shilingi elfu sitini kama elfu sitini na nne ama elfu sitini na mbili. Umeona? Kwa hiyo hii noti unaiweka hapa katikati, hapa nashinda kuweka vizuri. Unaweka katikati, alafu unabana unabana mila milango yako. Kwa hiyo kiibana unaiona kama hivyo noti ime imeshikilia kama hivyo. Kisha ibana kama hivyo inakuwa ameshikilia. Sasa hivyo mipira vikiwa eh, haviko imara. Maana yake hii noti hapo utakapokuwa imebana, hii noti haiwezi kushikiliwa hivi. Lazima ifanye hadi idondoke. Lakini pia hata pia kunye kuivuta hivi inaku ikiwa ni laini sana, maana yake hiyo mipira inakuwa tayari kisha maji uimara yake inakuwa usha ushaisha. Kwa hiyo ukiona unaivuta kiurais, maana yake ushaisha. Ukiona kama unavuta kiugumu, maana yake mipira iko iko vizuri. Kwa hiyo kitu cha msingi cha kuzingatia hapo ni ku make sure unakuona hii chunguza hiyo mipira yako kama ipo imara. Na sababu moja wapo utakuja kuijua kwamba mipira yako iko imara ni matumizi ya compressor. Kwa hiyo compressor yako ikiwa nafanya kazi kwa muda mrefu zaidi, kwa hicho ni kitu cha kwanza kuja kukiangalia, kuangalia mipira yako kama iko iko sawa. Umeona? Kwa hiyo ni sababu nyingine ya tatu ambayo nimekupa. Sababu nyingine ambayo nakwenda kuangalia hapa ni sababu ya nne. Sababu ya nne ni kuepuka kuweka e, vitu vingi kwenye friji yako kila friji inakuwa na kiwango chake maalum cha kuweka vitu ndani ya friji. Ndio maana ukuta unasikia kwamba kuna friji la lita labda mia, kuna friji la lita mia arobaini, friji la lita mia mbili. Kwa hiyo ni kulingana na matumizi yako wewe. Kwa hiyo na kila friji huwaga na kujaga na manyu yake. Kwa hiyo ile manyu huwaga na kuelekeza kwamba idadi ya vitu vyako ambavyo unatakiwa kwenye nini? Kwenye friji. Kwa mfano, kama ukiangalia hapa ile friji imekuwa too much. Vitu ni vingi sana. Kwao vitu vikiwa vingi sana ndani ya friji kinachopelekea uoga vina e, nasababisha kuzalisha nini? Joto. Kwao inasababisha ile joto, kompresa yako itafanya kazi kwa muda mrefu ili kuweza kufidia kiwango cha joto kilichoongezwa ndani ya nini? Ndani ya friji yako. Kwao una chakushauri hapo ni kuepuka kujaza vitu vingi ndani ya nini? Ndani ya friji. Kwao, ukiepuka hivyo maana yake una unaepuka una e, ongezeko kubwa la bili ya umeme. Hiyo so, ni sababu ya nne. Sababu ya tano, sababu ya tano na ya msingi zaidi eh, tuna kuangalia sababu ya tano ni unatakiwa, kitu ambacho unatakiwa ufanya ni kwamba kuna watu, kuna watu wana wananunua friji, lakini bila kujua aina ya friji aliyo, friji aliyo inunua. Friji nyingi za sasa hivi ni energy saver. Kuna kama hapo kiongozi hapa ni Hisense, ni high sense bado mpya, ni brandi Hizi hapa ni mpya ambazo zina zinyo zinazingatia matumizi sahihi so, sasa hivi. Kwa hiyo kuna wale ambao wananoga zile zile friji na kutalaba mtumba. Zile friji nyingi za mtumba za zamani zile kabisa. Zile zinakuwa zina shida sehemu moja. Kwa unajikuta zile maana nyingi zinakuwa zinakuwa sio energy saver. Maana yake ni zenyewe, compressor inafanya kazi muda wote. Yaani, muda wote yenyewe inafanya inafanya kazi. Lakini hizi hapa ni tofauti. Hizi ukiifunga kama hivi kompresa ikishaanza kufanya kazi. Ikifanya e, kazi, ikifanya kazi. Ikapelekea e, sasa imetimiza kile kiwango maalum cha joto kinachotakiwa ndani ya friji. Kompresa inafanyaje? Inakata. Umeona? Kompresa inakata. Lakini zile friji zingine ambazo ni kama ile zile za mtumba zile, zile zenyewe ikishafikia kile kiwango zenyewe zinaendelea kufanyaje? Kompresa inaendelea kufanya nini? Kufanya, kufanya kazi. Umeona? Kwa hiyo sasa unajikuta sasa E, kwa hiyo sasa unajikuta sasa wewe unakuwa na friji ambayo inakuwa na design hiyo. Kwa hiyo kiona friji design hiyo, compressor inakuwa inafanya kazi muda wote, kwa maana yake inakuwa inakula umeme e, bila kuwa na sababu yoyote ya msingi. Kwa hiyo make sure unanunua zile friji ambazo ni energy saver, ambazo zinaweza zinafanya kazi kulingana na mazingira halisi. Kwa hiyo kama hapa labda panahitajika ubaridi na e, labda kuna joto ubaridi unahitajika ndio compressor na inawaka na inafanya inafanya kazi. Hiyo ni sababu ya tano. Sababu nyingine ya sita ambayo ni ya msingi zaidi eh, ni ku, ni ku, eh, sababu nyingine ya sita ni ku make sure unakuwa unaifanyia fridge eh, yako service kila baada ya miezi mitatu, na hiyo ndo kawaida kabisa kila baada ya miezi mitatu, kwa sababu wewe ni, unakuwa ni mtumiaji tu wa kawaida ambao unakuwa sio technical, unatafuta fundi ambaye anauelewa mzuri wa fridge. Umeona, anakuwa naifanyia service Anaifanyaje service? Kwa fu sababu, fundi atakuja ataikagua, wewe utakuwa unamwambia tu kama labda una kuna matatizo ambayo ulikuwa unayaona mwanzo ulikuwa hauyaoni, unamwambia fundi. Fundi ndio anajua ananzia wapi, anaishia wapi. Labda kwa mfano ulikuwa ukiweka vitu vyako kama hivi, unajikuta labda kwa mfano ndani ya masaa matatu unakuta vitu vyako vinakuwa vimepoa, lakini baada ya muda mpua, yale masaa matatu tena nakuwa ifanye kazi ndani na masaa matatu unajikuta labda nafanya kazi ndani ya masaa sita ndio vitu vinakuwa vinakuwa vimepoa kwa, kwa maana hiyo inakuwa inaonyesha kwamba hapo kuna tatizo kwenye nini? Kwenye friji, labda maybe unaweza kuta gesi imepungua. Kwa gesi ikipungua, maana yake compressor itafanya kazi kwa muda mrefu. Kwao fundi atajua kwamba labda gesi imepungua, atakwenda ataongeza gesi. Baada ya hapo, friji yako itafanya kazi kama mwanzo. Umeona? Kwa hiyo make sure kila baada ya miezi mitatu unakuwa unaifanyia friji yako service. Baada ya kusema hivyo, niseme asante sana kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi, usisahau ku like comment, share na kusubscribe, ili uweze kuwa kwanza kupata notification zetu.